Wabunge wa mrengo wa Kenya Kwanza wametoa onyo kwa viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya dhidi ya kujihusisha na siasa za migawanyiko, wakisema wakati umefika kwa viongozi kuangazia matokeo yanayoonekana kwa wananchi badala ya kujipiga kifua. Wakizungumza huko Mgwandi, kaunti ya Kirinyaga, wakati wa mpango wa uwezeshaji ambapo makundi kumi yalionufaika, mbunge wa Kirinyaga ya kati Gashoki Gitari na mbunge wa Laikipia Mashariki Mwangi Kionjuri wamesema kuwa baadhi wa kuwa baadhi ya viongozi wamegeuza siasa kuwa mashindano ya kupiga kelele. Uhuru Kenyatta wakati alikuwa pale Thika Greens, aliambia watu wa Jubilee, watu waache kutukanana, wauze sera, na tunajua ni akina nani wanatukanana na ile majina wanatuita. At times you even embarrass before your kids, so let's watch our tongues, sababu hakuna siasa tunafanya kesho, sio. Tufanyie watu wa Kenya kazi. Hata kama ulikuwa mwalimu, kama ulikuwa dio, kama ulikuwa chief, ukumbuke wa Kenya wanakujua wakati ulikuwa chief, wa Kenya wanakujua wakati ulikuwa dio. Kama kuna maneno ulifanya ukiwa dio, tutakumbuka mpaka siku ya leo. Kama kuna maneno ulifanya ukiwa mwalimu, hata saa hii tutakumbuka. Sije saa hii kusema mimi ni mwizi kwa sababu mimi sasa ndiye mbuge wa Laikipia East, lakini wewe wakati ulikuwa chairman wa Munanda Laikipia pia wewe uliiba dawa ya, ya, ya Munanda.